Mambo amebadilika kwenye DV Lottery ya huyu mwaka kawaida. Hivi tungekuwa tumeshamaliza kujaza, lakini bado hawajafungua hata application. Kuna mabadiliko mengi sana ambayo unapaswa kujua, kama unajua hujacheza, unatarajia kucheza, unatarajia una kusaidia ndugu yako, kuna vitu ambavyo vimebadilika, lazima ubijue. Hiyo mambo ya kwenda kona na kona inaenda kupungua sasahivi, na una chance kubwa sana ya kuweza Mwakao, kwa sababu watu wengi sana san watu wengi sana watu yani, hawatapata muda wa kwenda kufanya vitu ambavyo vinaomba sasa hivi which means watu wadogo ambao wana hivi vitu ndio wana chance kupata. Chukua kalamu na karatasi wanze kuandika mahitaji. Kitu cha kwanza ambacho tunakuomba tunataka hii yi video itumie ndugu zako rafiki zako na watu wengine, ili habari ziwafikie, na kitu kingine follow us au tufuatilie na utusubscribe kwenye hii channel yetu, ili kuona unapata habari kama kawaida. Kitu cha kwanza ambacho kila mtu anapaswa kujua mm -hmm. ni kuhusiana na ile malipo ya dola moja. Ile malipo ya dola moja lazima ulipe na itakuwa per application, lakini mm -hmm. kuna njia ambazo utatumia kwa kulipa, sio njia zozote zile ambazo watu watatumia. Ni njia gani, ndugu yangu? So basically sasa hivi tuseme, huko Afrika mm -hmm. unataka ulipie DV Lottery wakati watafungua, itakuomba kuwe na kadi ya debit kadi, yes. ama visa kadi. Hiyo kadi wanakupatia kwenye benki hii mambo mambo ya kusema utaweza siju kulipa mtu mtu mtu, obviously utalipa ambaye atakufanyia application kama kama unataka mtu lakini, government ya Marekani itaomba kila mtu alipe dola moja na hiyo dola moja italipiwa from a debit card ama kitu wanaita mobile money sawa, tunasikizana? mm. mobile money kama una mobile money yes, utaweza kulipa hiyo dola moja dola moja kulipia kwa application. Inamaanisha nini? ile familia ya yako mm. yote yenye utataka kwenye application yako, mtoto, mama mke au mto toule ambaye anakuwa kwenye aplikesheni moja, mm -hmm. Ni dola moja, sio kichwa cha mtu. Yes. o ni kitu ambacho unapaswa kuzingatia kwa kipindi hiki. Njia ya malipo umeshaisikia, mm -hmm. Na kuna dokumenti nyingine ambayo wameongeza, italazimika kila mmoja ambaye atakuwa katika ile aplikesheni akuwe nayo, sio yes. dokumenti, sio dokumenti nyingine, ni pasipoti, pasipoti lazima ukuwe nayo, weka mkijaza mtoto wako mke wako wote watapaswa kuwa na passport. Huu ni wakati mzuri kwa sababu hajafungua. Kama unajua unataka kujaza, kimbia kwa sababu unajua kuna watu wengi hawataweza kujaza kwa sababu ya hiyo passport. Yeah, hiyo passport. Yes. Mm -hmm. Na ndio maana nilisema kwa mwanzo wa video, itakuwa vigumu sana kwa watu wengi kutafuta ukimenyuma passport kila mtoto ambaye nayo. Yeah. Wewe mke wako mm -hmm. So which means, watu wengi sana mwaka huu watashindwa kufanya application. Yeah. Nikisema wewe ambaye unatufuatilia sasa hivi. Na umeona video mapema. Yeah. Anza anza kimbia kimbia kwa passport. passport. passport. passport? passport, passport. Kama yeah. hauna hai, passport. Now, Africa, passport. Yeah. Right. kama kama watu wengi sana Afrika hawana passport. Yaani hautarajii ku travel why do you you need need a a passport? yes, wewe unajua unajua hauna passport. Na unapenda kufanya application yako kwa DV DV Lottery Lottery, mwaka huu wa 2027 ambayo kwenye DV Lottery, you need to have a passport. By the way, hivi tunasema ni vitu ambavyo sisi tumefanya research. Hawajatangaza bado lakini from the research tulifanya, mm -hmm. Na maliks zimeshaanza toka kuhusu uh, vitu ambavyo vitaomba mwaka wa 2027, sisi tunapatia habari kuhusu hivi yeah. vitu mm -hmm. Yes, maandalizi anaendelea na waziri umeshaandika hivyo vitu viwili mm -hmm. Kitu cha tatu ambacho unapaswa kuzingatia kwa sasa hivi ni kuanza prosesi polepole mm -hmm. We mwenyewe kiuficho, unaanza kukusanya kusanya kila <laughs> kitu documents. Ambacho inatakiwa mm -hmm. Kwa ifikapo sasa hivi kama yeah. nanisikiliza ni vema uende tukoe picha ambayo inaeneza vigezo vipimo, ili wakati muta ukifika wewe tu ni kuingiza ile picha ndani, kujaza zile information zote wanakuwa naomba waku yeah, umesha umeshajiandaa. Kitu kingine hakikisha dokumenti zako zote zina machi majina, tarehe za kuzaliwa na sehemu ambapo ulizaliwa aka vizuri. Kama sasa hivi una ile ma document, let's say tunayo ma document, go ahead and

tunaendelea kufanya uchunguzi ndo maana unapaswa kuendelea kutufuatilia, yes. Na hapo hapo ndo tunaweza kukwambia wale ambao mmeshakata tamaa kama mtaingia hapa Marekani, musikate tamaa kabisa, kwa sababu bado fursa ipo, mm -hmm. Unaweza ukaomba muda wote ule kisha ukafanikiwa kuingia hapa Marekani kupitia hii njia, na wale ambao mmeshajaza mkafanikiwa kuchaguliwa bado muko kwenye process yeah. Tunawapa hongera sana kwa kuendelea kufanya vitu kama hivyo mara nyingi watu ambao wanapuuzia ndo wanakosa hiyo bahati. Wale ambao wanatia mkuu mbele wanafanikiwa. Hakuna mwenye anaweza kujua nyota yake bila kuipima yeye mwenyewe yes. By the way, kama mmetufuatilia kumwanzo mpaka sasa hivi, unajua vitu vimechange. Inaomba ukuwe makini sana na sisi, tulipata kitu wanaita fresh information kuhusu changes, itakuwa vigumu sana lakini tuwaambia kwamba passport ni kitu ya maana sana wewe ndugu yako nini fulani malipo kama wewe una benki, una, kama, kuna watu wa, unajua wana wana, akaunti yes, za benki yes, lakini katika katika hizi e, e, wako katika masako ma credit union, yani kule Afrika unajua unafunga benki katika uh, katika town huko ndani unakutana yes, yes. So, hizi benki nyingi hazikupatia visa card, hazina ability ya kuprocess payment right? Yes, yes. So itaomba uende kwenye benki kubwa kubwa ambazo zina ability ya kuweza kupatia nini visa card. Na Afrika, kusema upate visa card inachukua hata mwezi mmoja mpaka miezi mitatu. Yeah, yeah, yeah. So, if you are able kutafuta visa card saa hivi, ni wakati muhimu sana kwa sababu if you don't, mwaka huu hautaweza kulipa, which means, hauta hautaweza kufanya application. Yeah. Hapo. Yes, naweza ku call for action kwa vijana wote ambao mnapenda kuzunguka dunia lazima kuwa na kwa nini? Wewe ni kijana ambaye una miaka kati ya 20 na 30, yes. Bado huna document travel, nchi yote ile unaweza ukapata bahati ya kwenda Tanzania, pata bahati ya kwenda Congo, pata bahati ya kwenda South Africa au Uganda au Marekani aulayunaakufgiliwa kwa sababu huna passport passport. mm -hmm. passport kui, kukuwa nayo mkononi inakufungulia milango ambayo wewe hujui, yes So basically uh, hii ilikuwa good news ambayo tuliwaletea kupitia Think Big Media. Ni links ambayo tusi tu, tuliweza tafuta tukapata. Mabadiliko yanakuwa mengi sana, inaomba uwe makini tayarishi, kama utachukua picha zako vizuri, skana kila dokumenti yako, hiyo information tumeambia leo. Tafuta benki kubwa sana, kama una benki ambapo unaweza fanya application mm -hmm. wanakupatia wanakupatia hiyo, hiyo visa, yep, yeah. visa card obviously, utaweka pesa kidogo ili waweze kutrust na yeah. kukupatia visa card then kama Kama una passport apply passport passport passport passport. apply kuna enche passport, miezi mitatu sita sita hata sita. so So mm-hmm. hii ni ni wakati kutafuta kwa kwa kwa kwa sababu sababu wakifungua wakifungua tu tu, by by the the way way, sasa hivi hivi Marekani iko kwenye system yani vizuri, yes. ili kuweza kufanya kufanya payment okay. very easy. Yeah. So, if you you have have not been able kufanya hivi tu, kati ya February utakosa, maybe you don't have a passport. Kama mtasikiliza kufikia hapo, congratulations wewe mmoja kati ya watu ambao wanapigania kuiki kushindia kuingia Marekani yes. Na hapo usikuja kuchelewa kitu tu, tunakuomba habari kama hiyo unapokaa nayo we mwenyewe, mm -hmm. unakuwa unakuwa na ule mtu ambaye na nani ule mwenye, uh, anapenda vitu vyake yes. Changia yeah. na watu wengine wapate bahati na wewe piga hatua. Hakuna mwenye atakushika mkono akufungulie mulango bila wewe kupiga hodi. Hata Jesus mwenyewe alisema bisheni mtafunguliwa, tafuteni mtapata. <laughs> Hapo hiyo ni ujumbe wa bure, tunawapenda kama kawaida. Tunakuwa tunasema sisi ni Think Big Media yani na, tunawaza mbali. Mbali, yani before kitu nyingine yote, na tunasema kila siku Mungu awezi kuwabariki popote ulipo, yes. tafadhali tuweke comment na tunashukuru sana, tukutani hapo chini kwenye comment. asante asante.